E, wanavyojali wananchi viongozi wapimwe wanavyojali wananchi na habari kubwa ni wito wa amani kuelekea uchaguzi mkuu mkuu. Lakini Samia, nchi iko salama tukapige kura. Tukapige kura, lakini tume ya utawala bora ya laani sakata la polepole pole. E, na mambo manne yanayobeba mijadala ya watanzania kwa sasa. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi. E, lakini habari kubwa ni wito wa amani kuelekea uchaguzi mkuu. Na tukichana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe lenye habari inayosema Doyo aibua hoja kuhusu magari msafara wa rais na viongozi, lakini ukiishi nyumba uliolaniwa nawe utaota ndoto mbaya. Samia asisitiza nchi iko salama Rais Samia asisitiza nchi iko salama, lakini Dr Mwinyi ahidi kukuza kilimo cha mwani, Othmani aangazia ardhi, lakini mpango mpya wa mpambano malaria dengue waleta matumaini. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele, na tukiachana gazeti la Nipashe tuangazie gazeti lako la Zanzibar Leo lenye habari inasema msajili awaita wananchi wiki ya mashirika ya umma e msajili um, ya waita wananchi wiki ya mashirika ya umma. Lakini Dr. Mwinyi tutaliongezea thamani zao la mwani. Huyo ni Dr. Mwinyi asema tutaliongezea thamani zao la mwani, na jitokezeni kupiga kura. Huyo ni Dr. Samia asema jitokezeni kupiga kura. Lakini gazeti la Kulepole linaandika Dr. Samia ahidi makubwa Simiyu na Shinyanga. E, Dr. Samia ahidi makubwa Simiyu na Shinyanga, lakini ahidi kuheshimisha utu wa Mtanzania ahidi kuheshimisha utu wa Mtanzania. Yu ni habari kwenye gazeti lako la uelekeo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania e, Mtanzania leo linaandika TEA na wadau waboresha miradi, lakini madaktari bingwa wa Tanzania wafanya makubwa wa Komoro. Rais Samia ahidi barabara na skimu za umwagiliaji Shinyanga. Eh, Rais Samia ahidi barabara na skimu za umwagiliaji Shinyanga. Hiyo ni gazeti laku la Mtanzania leo ukurasa wa mbele lakini gazeti laku ya Mzalendo linaandika mgombea urais wa CCM Dr Samia aendelea kuungwa mkono, lakini Dr Mbena aongoza mfumo wa eh, upasuaji mkojo na eh, uzazi onjuani. Huyu ni habari pia inapatikana kwenye gazeti ya ria Mzalendo ukurasa wa mbele, lakini kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo linaandika mwanahabari Daniel Mbega afariki dunia. Mwanahabari Daniel Mbega afariki dunia. E, lakini Kasim Majaliwa, serikali itahakikisha tunakuwa na nguvu kazi ya kisasa. Huyu ni Kasim Majaliwa asema serikali itahakikisha tunakuwa na nguvu kazi ya kisasa lakini Samia atoa mwelekeo kwa serikali ijayo. Samia atoa mwelekeo serikali ijayo. O, habari inapatikana kwenye gazeti la Machinga ukurasa wa mbele. Na tukiachana sasa na kurasa mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye michezo na burudani. Gazeti la wamachinga linaanza na habari inayosema stars ya timu ya Dubai kuvaa Irani, stars ya timu ya Dubai kuvaa Irani. Lakini meneja Simba ataka ushindi Eswatini. Meneja Simba ataka ushindi Eswatini. Lakini Mtibwa sasa kuhamia jamhuri Dodoma. Lakini Herikeni, sitegemei kurudi EPL. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Wamachinga kwenye kurasa za michezo mchezo, huku gazeti lako la Uelekeo linaandika mabondia wa Tanzania na wangara nokauti ya mama. Lakini Horisi, hakuna kisichowezekana kwa klabu zetu. Huyo ni injinia Helsi asema hakuna kisichowezekana kwa klabu zetu na Idrisa apata wapinzani TPLB Lakini kune gazeti lako, eh, gazeti la raia la Mzalendo eh, linye linaandika mabilioni ya mwaga ujenzi wa arena Dar es Salaam. lakini bondia changalawe amshukuru Dr. Samia na Dr. Chimbi tasuba kuboreshwa na inta yapewa nafasi hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za michezo lakini gazeti lako la Nipashe lenyewe linaandika Simba Queen JKT kumaliza ubishi leo na Pantevu kuacha alama Forzi haondoki. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe kurasa za michezo, kurasa za michezo asubuhi ya leo linaandika kuna mtego makocha wanazungumzia Pacome kimataifa eh,